Asaidia tu na tukileta, leteni proof, basi mulete basi DNA. Yeye ndo anasimamia ndo asema moomana, yeye ndo anasema mtoto ni wangu, yeye anasema mtoto ni wangu, si ndio? anasema mtoto ni wangu, andi alete DNA, alipe fana hiyo, ndakubali. Sababu yeye ndo bibi yake, na sijui mimi, mtoto hapa na unaniambia si wangu, mwaka mmoja, lakini si yeye kamimba hapo

Nakubali, kwa nini nazalisha? Na si ndio nakwambia no, na mimi sina mtoto. Mbona unakataa mtoto, unakata mtoto na ni wako? Sema si wangu si nilimuona si si mwaka mmoja tu peke yake. Mwaka mwaka mwaka. Lakini naweza kusaidia basi basi. Utalea mtoto. Anaweza so, kuwa na shida fulani fulani. Saa basi nimekubali basi mtoto ni wangu liu mwanaume? Wewe uko na mtoto na uje niambia na sasa unakubali mbele yangu. Unakubali mbele ya macho yangu. Ah toka. Tafadhali. Simama. Kubwa kubwa. Endeni mkale mic. Tokeni mkalelea mic huko, madam. Hii ni nyumba yangu. Endeni mkasaidia mtoto wenyu huko nje, si kwa nyumba yangu hapa hii. siahbban nionaje wewe? Nyo, nyo. Nda. Nda walea. Nah, walea. We, we, tu nikubali so, eh, tu mabibu wawili lazima. Sasa kwanza uapande sasa, nimekubali mtoto mimi Sin, wako. Mimi nizalie bebi dadi, sa basi nimekubali. Basi nikusamee, hii ni kitu nafaa kuu uliniambia kitambo. Sasa ni nini? Ona makamera ziko kwa nyumba yangu, nashanga nashangaa nini? Na jana wanasema ulikuwa na wao hata ukuniambia na kutumu niende mbogo naenda kukutana na wamama na wababa huko nje. Si, si, si, si, si. Pole Nama, na ambiya, eh, nambiya, nambiya, <tele> kwa ni? Pole, animekubali, nisamenisa, nimekubali, basi nisameeni, basi Baba Mike kukwakubwa inje er Kusameha aje? Hii ni familia kubwa sana, mmefanya ndeni, mkamalizie. nyumba ni yangu, toka nje! Unanibeba aje? ufala hivyo, toka, uende, enda madamu <coughs> Enda. <coughs> Hapa siko huyu huku siko baba mimi. Unalipa nini? Unadanganya nii, unadanganya, unalipa nini? Nini unalipanga nini na una nani kazi na hapa? Kama huwezi kula, wewe pita uende nje. Unanunua nini na hata huwezi jilisha? Hii ni mimi nimenunua box oataboa, ukitoka nje nje utoe. Aje? Hiyo. Hakuna mimi ajeo, akuna mi ndo nalipa nyumba hizo nguo zote, ukitoka nje nani mimi nitoe? Eh. Nani amenunua? Nilinunua. Mimi nani amepanga hii kazi? Nani amenunua kila kitu hapa kwa nyumba? Wewe wewe, usinikasirishe sawa? Tusipimane wewe. Hata mimi nyumba ni yangu naweza kutoa nje bado. Baby daddy kanyaga huko. Baby daddy nani? Si uko na mwanamke akona mtoto? Huyo ndio bibi yako. Mimi si bibi yako. Mimi nikuzalia aje sasa?

Yi ah, malaya umekuja ah, kwa nyumba yangu bwanauanyumba. Unakujia bwanangu aje kwa nyumba nkabwanaw? Tunaekana, nilikwambia tunaekana kwa nyumba yangu. Unasema nini? Kama nani wewe? Umewekwa na unaongea? Hakuna mtu ameniweka. mi mi mi mimi? Mimi ndo kusema kila kitu hapa kwa nyumba. Mimi ndo kila kitu kusema. Chukua hapa, kaa kwa nyumba. Nataka TV yangu. Ukaenda kuuza uyu, wow. So, um, so, uh, akilala bila kukunywa, kesho anaamka na homa yake. Naona jana, no, jana, ulikujukiwa jana, yeah. Mimi kunywa pombe. Haya, unasema nyumba ni yako. Nataka TV yangu, ulipeleka TV yangu kwa hii nyumba. Mzima ni TV tu kwa nani? TV si yake. TV ni yangu, kila kitu ni yangu bebe. Basi tuende Tunatoka na wewe. Sawa. Nenda hivi. Baby anabaki hapa. Baby wangu. Sawa. Ati? Be? Baby wangu. Nye nye nye. Ufala ndio maana ninasema atoke nje tu nyumba yangu. Eh. Tunalipa ngapi? Ngoja tunalipa rent, tunalipanga. Wacha kuni bebuw ya kwanza. Ka chini kuongeleshe, basi ka chini kuongeleshe. Hapana, ka chini kuongeleshe, ka chini. Basi nakuomba, ka chini ndo tuongee, ka chini tuongee kama watu wazima utasaia mtoto utaongea na, na nani? Baby, kitu gani? Mi hapa nimekuja, yeah. Nimekuja sababu ya mtoto, sijakuja sababu ya baby sawa na kitu, sija yeah. Bado si ndio? Okay, we usinisukumie mtu njina. Kwa nyumba yangu pita, we pita wewe, unaona unasukumwaji na mwanamke unaanguka. Hebu pita, nasemanga ni kwana mwanaume kuja hivi kubwa kubwa, huko unasukumwaji na mwanamke unaingia kwa masufuria kuniita mwanaume, ona we Nimekubali makosa, waca kwanza kwanza niongee na bibi mtoto, basi ndasapoti, sawa. Lakini bebi wangu hata kama ni kuendea mtoto, nitaendea mtoto tuendelee hapa, sawa. Hii ni nyumba yangu nimekuweka, huu ni baby hmm. Mama, munakanyaga kubwa kubwa, hatumejiita nani pia wewe. Hii ni nyumba yangu kubwa kubwa Hatusisumbuane, tunatoka wote, hii amtoki

Si akangi baby daddies kwa nyumba yangu sikuwa najua zaini. Nizaaje na wewe? Nimesema tu mtoke nje sasa, nitoke nje na niko kwangu, hapa kwangu kwa nyumba kwangu, nikikaa chini kwangu

naenda bila sweta bila nguo kutafuta nyumba.